Mpendwa mtazamaji ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 12 aya ya 35 hadi ya 38. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, Viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heli watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha! Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu Kristu kuweza kutoa onyo kubwa kwa wale wote walioamua kumfuata juu ya uharibifu kupitia mali, sasa anawajenga wanafunzi wake kwamba maisha ya mwanadamu hapa duniani yanampelekea apite, kwa sababu maisha yetu ni ya umilele, tutaenda mbinguni. Na anazungumza ili kwamba yeye ataenda mbinguni na atarudi katika nyakati hizo ambazo anazoenda mbinguni, atakapokuja kulichukua kanisa lake, wale wote ambao walikuwa wamemfuata yeye, viuno vyao viwe vimefungwa. Nini maana ya kufunga kiuno? Katika nyakati zile, wana wa Israeli mavazi waliokuwa wanavaa walikuwa wanavaa mavazi ambayo yalikuwa ni kanzu na ambazo pia zilikuwa ni fupi ili kumfanya aweze kutembea mpesi. Na lazima sasa afunge kiuno chake ili wakati wowote ule panga lake likiwa hapa ajue kwamba yuko katika vita. Kulegeza kiuno maanake kwamba umefungua mikanda suruali yako na nguo zako, manake sasa unalala umestarehe. Akasema Mkristo lazima katika kiuno chake avae ukanda wa ukweli, kiunoni mwake afunge, aweze kuwa ni mkweli, asije akalegeza misimamo ya maisha yake, usije kalegeza imani uliokuwa nayo, yani yale maisha uliokuwa nayo mara ya kwanza, usije kalegeza. Funga, umeamua kujikaza, kufunga kibwebwe, kwamba unaingia kwenye mapambano, bakie katika mazingira yale yale usije ukawa vuguvugu vugu. Na baadaye anakuja kuzungumza kwamba kuna taa. Nyakati ambazo Yesu Kristo alivyokuwa wanaishi kulikuwa hakuna umeme, kila familia walikuwa wana mafuta, na yale mafuta walikuwa wanaweka katika chombo ambacho hicho kilikuwa kina utambi, na katika nyumba zao ambazo walikuwa wanaishi, ilikuwa ile taa lazima iwe inawaka hasa maana yake, ili taa iweze kuwaka walikuwa wanahitaji kuwa na mafuta. Mafuta katika lugha sasa hivi ni nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu maf ro mafuta ambayo huwa wanapaka wakati wa Krisma maana yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu, uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kitakacho kufanya muda wote taa yako iweze kuwa inawaka ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani mwako. Kwa hiyo mara kwa mara lazima uweze kuwa na muda wa kumandika Roho Mtakatifu, kukaa katika ukimya, kuweza kuomba yaani uweze kuwa na nguvu usije ukamzimisha Roho Mtakatifu ambao nda yuko ndani mwako kwa kulegeza baadhi ya misimamo. Ulikuwa wa moto, baadaye imekuja kuwa vuguvugu, Roho Mtakatifu atakutapika. Kwa hiyo, ili taa yako ibakie kuwa inawaka mara zote, lazima ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuweza kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwako. Nasema kwamba katika hiyo utamngojea Bwana, utaingia katika kuweza kukesha na Bwana atakapokuja akakukuta una waka ndani mwako una mwanga ndani mwako, ile taa uliokuwa amepewa wakati wa ubatizo bado ipo inawaka ina mafuta ya roho mtakatifu. Atakapokuta amesema ni heri, kwa sababu atakuja kuja kukupokea. Anasema Yesu, kuna baraka kwa mtumwa yule ambaye anayekesha. Usisahau mpendwa mtazamaji, ukiona Yesu Kristo amezungumza habari za kukesha, maana yake kuna hatari ambayo inakuja mbele yako, kuna shida ambayo inakuja mbele yako ambao anasema kesha, kesha. Anasema ukitakavyo kesha, yeye atakuja na anazungumza habari za harusi. Kipindi hicho bwana harusi akienda kwenda kuoa, alikuwa anaoa mbali na lile eneo, na wakienda safari kwenda kutembea mpaka kuweza kufika kwenye kile kijiji, walikuwa anafika usiku na kijiji kizima kinawasha taa, wanakuja na taa kwamba kuna mwanga umeingia. Kama yule binti ambaye amekuja kwenye ile eneo, manake ameleta mwanga, sio giza, amekuja kuleta mwanga. Wewe wanawasha taa, anaingia usiku, amekuja kupokelewa. Kwa hiyo amesema atakapokuja huyu bwana harusi nyakati za usiku, akakuta watu taa zao zimewashwa, anasema atawapokea na kuweza kuwakaribisha. Na ndio maana mara nyingi sana katika lugha hii kwamba bwana harusi anavyokuja kuja uja kutuchukua, wengi huwa wanaondoka nyakati za usiku. Anasema atakapokuja zamu ya tatu na zamu ya nne au zamu ya pili, akakuta unakesha katika uwepo wa Bwana, amesema heli mtumwa yule je. Nyakati za sasa hivi ambazo uko nazo, umelegeza viuno vyako mpaka unalala, unashindwa kuweza kukesha kuweza kuamka katika zamu ya tatu ya na ya nne ya usiku, kuweza kuomba ukaamuru, ukaongea na malaika walinzi, ukaomba huruma Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kesho yako. Umelala, Mwenyezi Mungu akutie nguvu, uweze kuwa mwombaji, usimame katika zamu yako na nguvu ya roho Mtakatifu uweze kuwa ndani mwako, taa yako uweze kuwa inawaka, na ufunge viuno vyako usilegeze. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na roho Mtakatifu. Amina.